Chama chetu cha Mapinduzi kimeunda jumuiya ya vijana kwa ajili ya kuandaa viongozi wa baadaye. Chama chama manake, si uko mavu wa kisiasa baadhi ya vyama vingine, manake vyenyewe vimelizia kuendelea na mchakato wa uchaguzi mfano cha uma ICT. Rais ameweza kugusa makundi yote, wanachama wote, wananchi wote waweze kujitokeza, manake kupiga kura ni yake ya kikatiba. Zuwa sita, nipo mbioni kwenda kuchukua fomu na kutangaza nia. Nafasi hizi zote zinatolewa na Mungu hazitolewi na binadamu. Hamu yangu kubwa maanake ni kushika nafasi ya juu zaidi ili niweze mm -hmm. kuwasaidia watanzania wenzangu. Mm -hmm. kwa majina naitwa Bon Edward Mwakyami ni mwenyekiti mstaafu wa jumuiya ya vijana CCM vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam tawi la taasisi ya elimu watu wazima. Nipo mbele yenu kutaka kueleza majukumu ya jumuiya moja ya vijana vyuo na vyuo vikuu katika mazingira ya vyuo kazi kubwa maanake ni kuelimisha vijana na kueleza ilani ya Chama cha Mapinduzi zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani majukumu, malengo yote ya Chama cha Mapinduzi kwa wanafunzi. Lengo kubwa ni kuandaa viongozi wa baadaye, lakini kikubwa zaidi maanake ni kueleza juhudi zote zinazofanywa na mheshimiwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Daktari Samia Suluhu Hassan ambao ameelekeza nguvu kubwa kwa vijana ili waweze kupata elimu ameelekeza kuje kutoa mikopo ambayo kwa takribani mikopo imeongezeka kwa asilimia mia wanafunzi hapo awali walikuwa wanapata bumu elfu nane mia tano lakini mpaka sasa ameweza kulizia wanafunzi wa vyuo vikuu wanapata bumu shilingi elfu kumi bumu linatolewa kwa awamu nne semista ya kwanza inatolewa kwa awamu mbili semista ya pili inatolewa kwa awamu mbili. Hivyo mwanafunzi anapata shilingi laki sita kwa semista ya kwanza, kwa awamu ya kwanza anapata laki sita, kwa awamu ya pili laki sita, jumla ni milioni moja na laki mbili. Hivyo kwa mwaka mzima anapata jumla ya milioni mbili na laki nne. Hizo fedha zote zinamsaidia mwanafunzi kuweza kukidhi mahitaji pindi anapokuwa chuoni, aidha kwa ajili ya kujipatia chakula na sehemu kuweza kujihifadhi wakati wa kulala. hmm. Okay, na hakuna malalamiko tokee imeanza kutolewa hiyo fedha? Hakuna malalamiko yoyote kwa wanavyuo, labda hadi kipindi hiki unakabidhi kijiti. Uh, nikiwa mwenyekiti wa vijana vyuo na vyuo vikuu katika chuo changu, hakuna malalamiko yoyote, kwa sababu nimefanya jitihada kubwa. Baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wakikosa mikopo wameweza kupata. hmm. hivyo Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweza kusikia kilio kivilio vya wanafunzi kwa kuweza kuongeza kutoka shilingi elfu nane mia tano mpaka shilingi elfu kumi. Hivyo wanafunzi wa taasisi ya elimu watu wazima kwa asilimia kubwa ni wanafunzi walio ni wanafunzi wanaojiendeleza walio na ajira kwanza, lakini serikali haijaweza kuonesha ubaguzi kwamba huyu ni mtu aliye serikalini, huyu asiye sio astahili kupata mikopo. Hivyo watu wote wanapata mikopo. Mm. Ukiachana na hilo kubwa zaidi ambao umelifanya kwa kama walivyosema kusimamia swala la mkopo, watu wanapata mikopo. Ni hapa mengine makubwa ambayo kulikuwa na changamoto lakini wewe katika kipindi chako uliyafanya. Kwa kipindi chote nilichoweza kama madarakani kuanzia 2023 mpaka 2025 ambao ni leo nakabidhi kijiti. Kuna mambo mengi niliyoweza kuyafanya na mambo mengine sikuweza kuyafanikiwa kulingana na sababu za hapa na pale. Sababu ya kitu nilichoweza chamoja ichowzakifanya ni kuwapeleka wanafunzi wa taasisi elimu watu wazima kwenda kutembelea bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kujifunza ni namna gani bunge linavyojiendesha na kujua taratibu na kanuni za bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lakini sikuishia hapo, niliweza kuwapeleka wanafunzi wenzangu ambao ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi kutembelea makao makuu ya Jumuia ya Umoja wa Vijana iliyopo Dodoma, lakini niliweza kuwapeleka kutembelea makao makuu ya CCM iliyopo Dodoma. Pia sikuishia kwa sababu ni wanafunzi ninaowaongoza ambao ni waungoza, watumishi hususani ni wanafunzi, niliweza kuwapeleka makao makuu ya chama cha walimu kilichopo Dodoma na kuweza kujifunza na kuweza kutoa kero na changamoto wanazokumbana nazo pindi wanapokuwa shuleni, tukiamini chuo cha taasisi ya watu wazima ni chuo, chuo kinachowafundisha walimu na ni walimu wanaowakilisha walimu wote walioko mikoani. Hivyo kelo zote ziliwakilishwa na wakata, mm -hmm. na changamoto hizo zikaweza kutatuliwa. Vijana wa UVCCM tunaweza tukasema yes, hivyo yes, yes. mahusiano ya poje na viongozi wa juu katika chama ah, kwanza nianze mahusiano, mahusiano yaliyopo kati yetu sisi kama viongozi wa UVCCM tawi langu, mahusiano yaliyopo kati ya management mm hmm, management yetu, maana yake hapo awali kulikuwa na changamoto ya kupanda kwa ada mm -hmm. ambayo ilitokea ghafla, lakini nikiwa kama kiongozi kiongozi ambao ninawakilisha kundi la vijana ambao ni Chama cha Mapinduzi na wengine ambao si Chama cha Mapinduzi. tunaamini Chama cha Mapinduzi kinaongoza, mm. Ndiyo chama, chama kilichoshika dola, mm. Nimetumia jitihada kubwa za kuweza kukutana na management pamoja na mkuu wa chuo kwa ajili ya kufanya mariziano na kutoa ufafanuzi wa kutosha kulingana na mabadiliko ya mm. Okay, na sasa turudi tu, tu, tu, tu. mm. Leo hii tuliona vijana wa UDSM nadhani wa vyuo UDSM walikuwa wametoa tamko lao kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo wanayaona kama hayaendi sawa, hususan katika kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi ikiwemo suala uh, zima la kwamba kuna baadhi ya mifumo, na wao walikuwa wanaunga mkono ile kwamba ifanyike mifumo iwe sawa ili watu wakapate kupata kiongozi sahihi. Labda katika chuo chenu hakuna changamoto kama hiyo, baadhi ya vijana labda kuorganize kwa chuo changu chuo chetu sisi hakuna changamoto yoyote mm, zaidi wanaendelea kumpongeza mheshimiwa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan mm, maanake amekuwa ni kinara anaye anayeruhusu maliziano kukutana na baadhi ya viongozi hili wakae chini kwa ajili ya kufikia mwafaka na kuendelea kulinda tunu ya amani ya nchi yetu. Katika chuo changu mimi hakuna hakuna sekeseke lolote ambalo watu wana- wanaweza wana, wana kulielezea hilo swala la no reform no election urahisi <tika> ni, ni kwa nini? Ni wanafunzi ambao wanauelewa na wanafahamu kinachofanyika kinachofanywa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nikiwa kama mwenyekiti mstaafu nitaweza kufanya, kufanya ziara na kutembelea baadhi ya mazingira kuwapa elimu kuwapa elimu hususani ya uchaguzi, manake uchaguzi ni haki ya msingi ya kila Mtanzania. Hivyo kugoma kutofanya uchaguzi, manake hauwezi ukasababisha, hauwezi ukatatua tatizo lolote zaidi ya kuendelea kuongeza tatizo. Hivyo ni naomba rai wanachama wote, wananchi wote waweze kujitokeza, manake kupiga kura ni haki ya kikatiba ya kila mwananchi. Uh, hii no reform no election kwa upande wako wewe wawungi mkono kwamba na unaweza kuwaambia nini sasa vijana ambao wenyewe bado wanaendelea na msimamo huo? Mimi niwaombe tu la niombe rai wa vijana wakae chini, watafakari. Ni mambo mengi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kuyafanya, hususani kwa vijana, maanake mikopo imetolewa, kila kila kitu vijana, maanake rais ameweza kugusa makundi yote. hmm. makundi yote, hivyo tuendelee kumuunga tu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini watu watumie haki yao ya kikatiba kwenda kupiga kura, maana baadhi ya vyama vyingine maanake vyenyewe valizia kuendelea na mchakato wa uchaguzi, mfano cha Uma, ICT wazalendo na vyama vingine, isipokuwa chama kikuu cha chama kikuu cha upinzani Chadema. Haya, tuache hayo, turudi sasa katika ndoto yako. Wewe umetoka katika uongozi wa kivyuo pengine una matarajio yote labda kwa siku za baadaye kuja kugombea au kupata nafasi yoyote katika nje, labda pengine kama navyoona, wabunge au vyeo vingine vikubwa. Hayo ni maono yako ndio? Ah, ni maono yangu manake nimefundwa nime na nimepikwa kwenye Chama cha Mapinduzi kwa lengo mm, la kuandaliwa kuwa kiongozi wa baadaye katika harakati zangu zote za kisiasa, manake si kwamba nimezianzia hapa, manake nimezianza nyuma mm, mwaka juzi, manake niliweza kugombea nafasi ya juu zaidi nafasi ya uraisi ya vyuo na vyuo vikuu Tanzania taariso <coughs> nilikuwa mshindi wa pili, <coughs> <coughs> hivyo mpaka sasa manake, hamu yangu kubwa manake ni kushika nafasi ya juu zaidi <tos> <tos> <tos> <tos> ili niweze kuwasaidia watanzania wenzake wa <coughs> <coughs> na endapo Mungu akinipa ridhaa manake, tarehe ishirini na saba mwezi wa sita nipo mbioni kwenda kuchukua nafasi kuchukua fomu na kutangaza nia wapi Kia. Kupitia tiketi ya chama hiki nilichopolewa, ambacho leo, leo, ninahitimisha nafasi yangu kwenye kiti mm, nafasi chama changu chama cha Mapinduzi mm. Okay, tumalizie na hili sasa. Uh, wagombea tunajua, tunaenda kwenye kipindi hiki cha uchaguzi ucha, lakini imetokea ime, ime kwamba kuna hali ya kutegesheana ya ajali, yani mgombea huyu uh, labda pengine akipita wengine kususia chama wewe uh, niliona pia umetoa wito kwa baadhi ya wajumbe katika mkutano wa leo. Nini unaweza ukatoa pia wito katika kuelekea uchaguzi wale ambao watashindwa pengine yao katika kura zile za uh, maoni. Sasa kuna wengine wanakuwa na ama chama wanaenda upande wa huko. Nini unaweza ukasema? Kuwama chama manaake si ukomavu wa kisiasa hmm. Niwaombe tu atakayeshindwa akubaliane na matokeo na kumsapoti mwenzake aliweza kuchaguliwa, manake nafasi hizi zote zinatolewa na Mungu hazitolewi na binadamu. Kila kiongozi manake ameandaliwa hivyo, hususia kwamba manake sio sio sio sehemu ya kutatua tatizo bali ni kuongeza tatizo na kuongeza fitina. Hivyo vijana ni hatamu yetu ya kushika uongozi, maana vijana tumeandaliwa. Chama chetu cha Mapinduzi kimeunda jumuiya ya vijana kwa ajili ya kuandaa viongozi wa baadaye mm. ndio maana kiongozi wetu wa kitaifa Muhammad Ali Kawaida anaendelea kuwasisitiza vijana kuchukua hatamu ya kugombea nafasi mm. zinazojitokeza. mm. hi tu kwa viongozi wa juu wale walezi wetu pamoja na wakubwa waweze kuwamonita vijana na kuwapa maelekezo na misingi ya uongozi yanayohitajika. mm. vijana wengi manake hawapati misingi ya uongozi.